Naitwa Winifrida Elia Gunda, tuko hapa airport mkoa wa Mwanza, wilaya Ilemela, kwa maandalizi mazuri kabisa ya kumpokea Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassani katika mkoa wetu wa Mwanza, mama kipenzi cha wengi, mama yetu Rais, tumekuja hapa kwa wingi kabisa kuja kumpokea. Na sisi kama wanawake tumejipanga, na tumejipanga kweli, na tunahakikisha kwamba tarehe 29 Oktoba kura zote kwake na mitano tena kwake, na kura tunaakisha zinajaa vikapu vyote. Mama, usiwe na wasiwasi, wanawake ni jeshi kubwa na sisi tunakuahidi ushindi wa kishindo. Lakini pia hata watoto wako ume, wa kiume wa waume zetu na watoto wetu wako tayari kwa ajili ya kupiga kura, na kwa kuzingatia hilo utaona wingi wa watu. Lakini niseme tu jambo moja, sisi CCM haina mpinzani cha kwanza, mtaji mkubwa tulionao ni watu. Sisi tuna wanachama wa kutosha kwao, tuna uhakika kabisa kura za mheshimiwa rais zitajaa na kufurumia. Kura za wabunge wa Chama Cha Mapinduzi zitajaa na kufurumia, lakini pia kura za madiwani wa Chama Cha Mapinduzi zitajaa na kufurumia. Haijalishi mi, ninachowaambia mtaji tulionao ni wana CCM imara. CCM chama pendwa, CCM chama kikubwa na ni chama chenye radha, CCM oi mani ya nchi yetu. Nchi iko salama. Watumishi wa Mungu wote kwa dini zetu zote wameendelea kuamini kwamba wao ni wawakilishi wa Mwenyezi Mungu, na katika hilo tumejionea makanisa mengi, tumejionea misikiti mingi ikiendelea kuongoza ibada za amani, na mimi kama Mkristo ninasema Mungu anasema katika maandiko yake, palipo wawili au watatu, Mungu yupo katikati yao, nami naamini kwa yale maombi tunayoyafanya Mungu anajibu, na amani itaendelea kuwepo katika nchi ya Tanzania. Nami naitakia amani. Juzi pale ya jiti maisha mapya tulifanya ibada kubwa sana kumwombea mheshimiwa rais, lakini pia kuombea amani ya nchi hii, na ninaamini kabisa palipo na sisi, Mungu yuko katikati yetu, na amani ya nchi nchi yetu yetu itakuwa salama. Amani ya nchi yetu itaendelea kudumu, na itakia amani nchi yangu, natakia uchaguzi mwema nchi yangu, lakini pia natakia utulivu kwa kila mwananchi aende akapige kula kwa kwa amani na na utulivu, kwa sababu nchi iko salama na jeshi salama jeshi liko polisi iko salama Sisiemu oye! Mama Samia oye! Oh, hapa ni wilaya Ilemela. Tuna mbunge mmoja tu, mbunge wa Chama cha Mapinduzi anaitwa Kafiti William Kafiti. Akianza Mama Samia mitano tena, tukimleta Kafiti, unatakiwa mwana Ilemela kumchagua Kafiti ili uwe fiti. Karibuni sana Ilemela.